Hivi karibuni Tanzania iliungana na nchi nyingine duniani katika kuadhimisha siku ya ugonjwa wa figo ambapo kimsingi mwezi huu wote unabaki katika kutoa elimu na hata kuhamasisha wananchi njia bora kabisa za kutunza figo na kuepukana kabisa na visababishi vya tatizo hilo. Sasa pamoja na hilo, imeonekana kwamba kuna jambo huwa linaanzia ndani ya jamii, tena wakati mwingine huwa linapuuziwa, na mwisho wa siku linakuja kuleta madhara makubwa kabisa ya tatizo la figo. Si kingine bali ni uelewa sahihi ya matumizi ya dawa ambazo unaenda kununua, inaweza kuwa katika maduka baridi, yaani famasi ama hospitalini. Uelewa wenyewe ni yale maandishi yanayoandikwa katika kikasha cha dawa. Kuna mengine yanaandikwa tumia kabla ya tarehe fulani, yani use before, na zingine zinaandikwa mwisho wa matumizi dawa hii ni tarehe fulani. Nasema hivi sababu mojawapo ya tatizo la figo ni matumizi holela ya dawa hasa hizi za kupunguza maumivu Hivyo basi, wengi wetu huwa tunashindwa kabisa kuelewa nukuu sahihi ya maelezo hayo katika kikasha cha dawa yaani, tumia kabla ya tarehe fulani na mwisho wa matumizi ni tarehe fulani. Hawa ni baadhi ya wananchi, nao walikuwa na mtazamo huu juu ya nukuu hizo. Uelewa wa mimi kuhusu madawa ambayo yanapatikana katika hospitali au maduka ya madawa, kwenye suala la tumia kabla ya tarehe fulani au usitumie kabla ya tarehe fulani yote ni sahihi kwa sababu matumizi yake yanakuwa yameshaisha. Na ushauri wangu sasa kwa, kwa jamii, nafikiri tunapoenda kununua dawa au tunapoenda hospitali kupewa dawa, tuwe makini kuangalia hilo, kutokana na magonjwa mengi yanaongezeka sasa kupitia kutumia dawa ambazo zimeshapita muda wake. Ni yangu kuhusu dawa au pale mtu anapoenda kununua dawa hospitali na anapokuta zimeandikwa tumia baada ya tarehe fulani au ya tumia mwisho baada ya tarehe fulani. Ushauri wangu ni kwamba hizo dawa hazifai tena kwa matumizi ya binadamu. Kwa sababu unaweza binadamu ukanunua ukaenda ukatumia, mwisho wa siku ikaleta madhara katika mwili. Mfano sasa hivi kuna magonjwa ya figo na magonjwa ya figo yanaongezeka sana hapa sasa hivi. Kwa sababu chanzo moja wapo inatokana na hizo dawa ambazo zimepita muda wake. Kwao oh, ushauri wangu mimi, tunapoenda kununua dawa kwenye maduka ya dawa tuzingatie na tuangalie muda wa hizo dawa. Katika kuweka mizania sawa, Gloria Matemu ambaye huyu ni mkaguzi mkuu wa dawa kutoka mamlaka ya dawa na vifaa tiba TMDA, anaelezea namna mkanganyiko huo unavyoleta athari kwa baadhi ya watu kuongeza hata wiki moja mbele, baada ya dawa kuisha matumizi yake kupitia tarehe husika. Swala la kuisha muda wa matumizi, pia labda niwaambie wananchi, kuna dawa ambazo zitaandika mwezi na mwaka, kwa mfano atakuambia kwamba uh, isitumike labda March uh, 2025, maana yake ni nini? Ikifika tarehe 31 March 2025, unatakiwa we dawa ile usitumie tena. Ziko notion mbalimbali mbali, kama vile ukisema ukiongeza wiki moja wiki mbili, hapana. Mtengenezaji ndiye aliyefanya aliyefanya tafiti, ametengeneza dawa ile kisayansi na viambata vyake. Kwa hiyo dawa ikikwambia imeisha muda wa matumizi Machi 2025, maana yake ikifika tarehe 31 mwezi wa 3 mwaka 2025, hakuna mtu yeyote anayetakiwa kutumia tena dawa ile. Kiguu na njia, sikuishia hapo, nikabisha hodi kwa makamu mwenyekiti wa chama cha wataalamu wa figo Tanzania. Huyu si mwingine ni daktari bingwa kabisa magonjwa wa figo kutoka hospitali ya Gakani, Profesa Pasco Rugoja, kutaka kujua japo kwa ufupi, wao wataalamu wanasemaje katika hili. Dawa zote zimetengenezewa, ukisoma dawa vizuri utakuta kuna jina la biashara, utakuta kuna jina la kisayansi lakini pia dawa imeandikwa tarehe iliyotengenezwa na mwisho wa matumizi. Kwa hiyo chonde chonde, tahadhari, lazima unaponunua dawa pia chunguza hivyo hizo details, na bila kusita wala bila kumung'unya maneno, usitumie dawa ambayo tarehe ya matumizi imeshazidi tarehe iliyoandikwa pale. Hata hivyo bado mamlaka ya dawa na vifaa tiba TMDA wanakiri kukumbana na changamoto ya uingizwaji wa dawa na vifaa tiba kwa njia za kinyemela zinazofanywa na baadhi ya wafanyabiashara, kama anavyoelezea Gloria Matemu ambaye ni mkaguzi mkuu wa dawa kutoka TMDA. Mojawapo bado kuna wafanyabiashara ambao wanaingiza dawa au vifaa tiba bila kuwa na vibali, ambao sasa inapelekea bidhaa zile kuzuiliwa katika vifaa vya forodha waanze kutafuta vibali, jambo ambalo linawapelekea wao wenyewe sasa kuingia gharama storage charges kwa upande wao, lakini hata wale ambao sasa sio waaminifu pia wanaingiza dawa ambazo pia au vifaa tiba ambavyo bado hatujavisajili pia, bado hapo, bado hapo, hiyo nimekuwa ni changamoto nyingine, lakini pia niseme pia, bado tuna changamoto ya uelewa kwa umma juu ya swala zima la udhibiti na uingizaji wa dawa nchini ambao kama unavyoona sasa, ndio maana tunajitahidi kama timu diko na vipindi mbalimbali kutoa elimu ya uma katika jamii na kadhalika na kadhalika. Naam, japo kwa ufupi tu nimejaribu kukupitisha, hasa kwa kukumbushana tu ili tusije tukahatarisha figo zetu wakati tukiwa tunatumia dawa, lakini walau utakuwa ushapata picha maana maneno yanaandikwa katika kifungashio ama kikasha cha dawa kwamba hii tumia kabla ya tarehe fulani, yani use before na dawa hii mwisho wa matumizi yake ni tarehe fulani. Sasa mtazamo wako wewe ni upi katika nukuu hizi mbili tofauti, ama huwa unaongeza tarehe zako mbele? Philip Mwihava.